Naomba ku, kusoma matokeo kama ifuatavyo. Idadi ya kura zilizopigwa ni mia tatu themanini na tatu. Idadi ya kura zilizoharibika ni tatu. Mheshimiwa Mwenyekiti, wale wagombea wawili akina mama, kuna waheshimiwa imewapendeza kupiga kura mbili, mbili. kwa kwapiga yote kwenye karatasi moja idadi ya kura uh, kwa wagombea. Asante mheshimiwa mwenyekiti, naomba kurudia. Idadi ya kura zilizopigwa ni 383 idadi ya kura zilizoharibika ni tatu. Hizi zimetokana na baadhi ya waheshimiwa wabunge kupigia wagombea wawili kwenye wa karatasi moja. Idadi ya kura kwa kila mgombea ni kama ifuatavyo: ndugu Veronica Charles tee NRA, sifuri; ndugu Krisant Nyakitita DP, sifuri; ndugu Amin, Amin Alfred Yango ADC sifuri. Ndugu Anita Alfa ni Mgaya kura moja. Idadi ya kura za ndugu ndon, ndonge Said ndonge AFP moja. Idadi ya kura kwa mheshimiwa ndugu a, Mussa Azzan Zungu 378. Asante, asante. Hivyo Mheshimiwa Mussa Azzan Zungu amechaguliwa kuwa Spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa jumla ya kura. Asante sana. Naomba iingie kwenye records vizuri. Mheshimiwa Mussa Azzan Zungu amechaguliwa kuwa spika wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa jumla ya kura 378. Matokeo haya yamethibitishwa kwa kusaini kwa baadhi ya wagombea na wasimamizi wao. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba kuwasilisha.